Ndiyo. Mimi nashawishika kuamini kwamba uh, mheshimiwa rais amejaribu kuplay smart, wanasema e, ni kwamba mimi naamini mpaka inakuja hii conclusion kwa ya kwamba tuwe na wizara ya vijana, pengine kuna mambo ambayo ameyaona. Unajua sasa hivi dunia ukiangalia katika mataifa mbalimbali mbali, e, vijana wanaongoza mavuguvugu ya kujaribu kuleta mageuzi katika nyanja tofauti tofauti, mm. E, na vuguvugu mavuguvugu hayo yamengine yamekuwa yakipelekea kuondoshwa kwa viongozi katika serikali. Amagala tumeona ambacho kimeendelea. Nepal tumeona ambacho kimetokea. Madagascar tumeona ambacho kimetokea. Bangladesh tumeona, Colombia tumeona, hata kwa wenzetu hapa Kenya wamekuwa na vugu vijana wamekuwa na vuguvugu la moto ambayo limemfanya rais mara kadhaa anatoka kujaribu kufanya matamshi ambayo anaonesha kuna mageuzi. Mimi na, na, na, na, najaribu kufikiria kwamba taasisi ya rais eh, ya kwetu hapa Tanzania pengine imejaribu kufanya analysis ya kile ambacho kinaendelea duniani na kuona kwamba vijana pengine wana mahitaji yao mahususi. kwa mimi nashawishika kuamini hivyo kama mchambuzi ambaye anajaribu ku, ku, ku, ku, ku, kutazama nje ya, ya kumi na nane tukirudi tuki, tuki chini hapa kwenye mzizi wewe, mm. umekuwa ukiyafuatilia haya, ni nini sababu pengine hata haya ambayo anatokea kwenye mataifa mengine, vijana wanahitaji nini zaidi? Ah, nafikiri umetolea mifano ya nchi mbalimbali mbali, mm. lakini ukawa umesahau kutolea mfano pia na yaliyotokea Tanzania Yeah, yeah, yeah. tarehe 29 yeah, yeah, yeah. Oktoba ni miongoni mwa mifano pia uliyosherehesha, mm, na kuthibitisha kwamba vijana mm, wana mahitaji yao specifically mm. mm. vijana wanahitaji kusikilizwa, mm, vijana wanahitaji kushauri nini kifanyike kuondoa sintofahamu au kwa ajili ya kujiletea maendeleo vijana kama vijana mm. lakini kwa bahati mbaya sana kutokana na serikali kuto kusikiliza na kutatua hoja za msingi za vijana zimepelekea vijana kutafuta njia mbadala ya kufikisha meseji zao. Uhum. wanatumia njia gani? Unapokuwa una, una umeingiza paka katika chumba, ukataka kumjeruhi, unaweza ukafanikiwa kumua, lakini utakavomuua ni tofauti na utakavomuua panya. Uhum. akiwa anaangaika kujiokoa, ukifanikiwa kumuua, kuna makovu unaweza ukayaacha. Kwa hiyo vijana wanatafuta alternative na njia, kwa mfano nitolee mfano case study iliyotokea Tanzania. Hmm. tumeshuhudia mheshimiwa Rais anasamehe baadhi ya vijana, anadai kwamba hawa nawasamehe kwa sababu wameingia kimkumbo. Hmm. mimi na hmm, nakubaliana na mheshimiwa Rais, nakubaliana na mheshimiwa Rais katika mustakabali gani? Hmm, kwamba kuna watu wanadhamira ovu au wanajua mission, kwa nini watu wanaandamana, kwa nini watu wana au, au mnufaika wa maandamano ni nani? Mm, lakini sasa kupitia vijana wenye kiu ya kutaka kuona majawabu yanapatikana juu ya maswali yao mm wanatamani labda na wao kufikisha meseji kwa serikali, ila njia gani wanaitumia? Hawaoni njia yoyote, wakiongea, wanahisi hawasikilizwi, kwa sababu tulikuwa tumefungamanishwa kwenye wizara ambayo ina mambo mengi. Sasa ikitokea kuna kundi la wahuni wanataka kufanya mambo maovu, wakilipua jambo, vijana wanakuwa wamepata mwanzo wa kuanzia, wanaona watumie ile opportunity kupaza sauti zao, lakini wakitumia hiyo opportunity, kunatokea madhara makubwa sana kama yaliyo Okay. Kwa hiyo kama imefikia hatua vijana tumepewa wizara maalum Ninaamini serikali imejifunza kupitia yaliyotokea mm. Sasa tutafute sehemu ya kuongea na vijana mm. Tuwaulize vijana nini wanataka serikali yao iwafanyie mm -hmm. Tuwaulize vijana shida yao hasa ni nini, tofauti na kwamba kuna sababu zingine mm. za wao kufanya hivi mm. Lakini tujue spesifikale sababu zao ni zipi, ili wizara husika iweze kuhu, kutatua changamoto hiyo. Kwa hiyo mimi na mtazamo mkubwa kabisa kwamba mm. Kama Wizara ya Vijana itafanya vile vijana wanavyotarajia hmm. Tanzania kwanza tutakuwa tumefikia level ya juu ya, ya, ya ukubwa wa kuweza kutatua changamoto hmm. za vijana.